Mungu anakupa kibali kukubalika, lakini unapokubalika mbele ya watu tabia unaitengeneza mwenyewe. Mungu hakupi tabia, unatengeneza mwenyewe. Nijifunze kuwa mwaminifu, nijifunze kuwa mpole, nijifunze kuwa mkalimu, nijifunze kuaminika, nijifunze kurudisha chenji. Yale mambo ya chenji unasema nimekuletea nime ule mzigo chenji. Ah, kumbe ilibaki hii hapa. Tabia inaweza kukuharibia. Unaweza kuwa na kipawa kikubwa, lakini tabia inaweza kuharibika, kuharibikia. Watu wengi sana tabia zimewafungia milango. Una vipawa una vipaji una urembo, lakini tabia inakufungia milango. Jif, jifunze kuwa karibu na Roho Mtakatifu kujenga tabia njema, tabia ya uaminifu, tabia ya upole, tabia ya kuvumilia, tabia ya kustahimili. Kuna wakati mwingine unakosewa na mtu, hata lile jibu unayotaka kujibu, tafakari kwanza. Namelewa. Mpendo wa mtazamaji, asante sana kwa kutazama video zetu, naomba subscribe channel yetu ya God with us, na Mungu akubariki sana.